Kiongozi ni nani kwenye biashara? Kiongozi ni mtu wa aina hii hapa. Kiongozi ni yule mtu ambaye mawazo yake au maono yake anaweza kirahisi kuyaingiza kwa mtu mwingine, na yule mtu akayafanyia kazi kwa kiwango kile kile cha juu au zaidi yake. Kama unaongoza watu kwenye biashara yako na hauna uwezo wa kuwahamishia mawazo yako na maono yako na wakafanya kazi kulingana na unavyotaka wewe, maanake ni kwamba wewe umefeli katika uongozi. Nasikia nikwambie moja kati ya kitu ambacho unatakiwa kuwa nacho ili ufanikiwe kwenye biashara yako, nini? Ni uwezo wa kuongoza watu wengine, uwezo wa kuongoza timu yako unayofanya nayo kazi, uwezo wa kuongoza watu ambao ni wafanyakazi wako, uwezo wa kuongoza watu wengine. Umenielewa eh? lazima utengeneze uongozi wako kwenye biashara yako. Sikia nikuambie, kazi yangu mimi sio kukumotivate sana hapa, hapana. Mimi nakupa tips hizi ambazo nimejifunza kwenye biashara ambayo mimi naifanya ambayo imenisaidia kuweza kuingiza pesa nyingi kusafiri kimataifa na, na kumiliki gari ambayo mimi nilikuwa nataka katika maisha yangu. Millionaire Mentor Mr Joseph bilionea Ndobandola hapa. Share, like, comment.